Hivi karibuni kumekuwa kuna stori nyingi katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Stori hizo ambazo zinahusisha e, ujio wa bidada mmoja katika nchi ya Marekani ambaye anadaiwa sio mwenyeji wa dunia hii. Kwa mara ya kwanza, wakati anakaguliwa vitambulisho vyake, aliweza kuulizwa umetokea wapi, ndipo mji wake uliposoma ikaonekana kwamba huu mji haujai kupatikana kabisa duniani, yani hiyo nchi ambayo aliitaja haijawai kuwepo kabisa duniani. Hivyo ndipo alipouliza hapa ni kwa wapi, akaambiwa huko Marekani, Ndipo baadaye alipokuja kutoa maneno machache ambayo alishangaza watu wengi kusema kwamba hii sio dunia yangu na sikutakiwa kuwepo mahali hapa. Lakini baada ya hapo alichukuliwa kupelekwa katika mahojiano mafupi, lakini wakati anaojiwa, isivyo bahati akayeyuka mithili ya moshi wa jiko. Sasa moja kati ya klipu ambayo imetapakaa katika mtandao wa TikTok ni klipu ambayo imeweza kupostiwa na bwana mmoja ambaye anajulikana kama Anton akielezea vizuri kabisa kwa undani tukio hilo. Sasa ni mtu tazame katika kile kitu ambacho alikuwa anakizungumza, lakini baada hapo tutakuja kurudi tuangazie taarifa ambayo imeweza kutolewa na shirika la habari la hapa Tanzania, imekuwa ikizunguka ikimuonesha udhibitisho wote bidada huyo ambaye huko Marekani blogs mbalimbali uk kuripoti katika dunia hii ingawa yeye sio mkazi na sio mtu ambaye alishawahi kuishi katika dunia hii, na mtu msikilize Anton jinsi alivyokuwa anaelezea tukio hilo zaidi kwa kina. Basi, ndio ni kwamba leo niko hapa kuzungumzia Torenza. Torenza, sehemu ambayo imetokea mwanamama, watu hawaelewi hii Torenza mbona haipo kwenye ramani? Haipo kwenye kitu chochote, tunashindwa kuelewa hii Torenza ni ya wapi. Lakini Watanzania wangu sasa, Watanzania wenzangu wakaanza kusema Torenza iko pembeni kidogo ya Tanzania, maana iko sivyo katikati. <laughs> aa <laughs> ya Nibiru au Anunnak, hii sayari bwana iko nyuma ya kuta za barafu na watu hawa wa Anunnak ndio waliojenga piramidi za Misri ili kuunganisha dunia na Nibiru. Nibiru ambayo nilisema hapo mwanzo, sayari ya Anunnak ndio sayari yenyewe hiyo na watu hawa hutoka, hutokea kimakosa kwenye sayari yetu kwa sababu ya kurudiwa kwa muda wao, time recapture na Kiingereza, twende mbele turudi nyuma <laughs> Unaona uh, ah, kuna historia moja ilitokea mwaka 1954 mwanaume mmoja aliyejitokeza airport au uwanja wa ndege Tokyo Japan. Ali unaali, ni historia yake ni kama yule mwana mama huyo naye aliposhikwa akaulizwa akasema ametokea told told told I don't know how to speak English. Ni samee mvulilie. Anasema ah, hiyo sehemu ni, ni kati ya Hispania, Ufaransa na Hispania. Sawa, bora yata alisema hivyo lakini baadaye alipotea. Sawa. Kwa hiyo haitofautiani sana na huyu mama. Kwa hiyo hizo ni nchi ambazo zinapatikana nyuma ya barafu au nyuma ya kuta za barafu mm -hmm. Anunnaki bwana, ni miungu ya zamani kutoka tamaduni za Sumeria, hao ndio Anunnaki. Hii ndio sayari yao, ni sayari ambayo iko mbali sana na dunia, mbali sana, mbali sana, na inaaminika kwamba hawa watu walikuja kuzijenga piramidi ili kuanzisha ustarabu wao wenyewe. Sawa, mm -hmm. na hii Anunnaki hii sayari ikisogelea sana dunia, ikisogelea sana jua, katika mzunguko wa jua, ndio kunaanza sasa kutokea mabadiliko na maajabu ya sayari yetu. Na hao watu, kwa nilivyosema mwanzo, wanatokea kwa itilafu yani, itilafu ya muda, ndio inayofanya wanajitokeza huku, ndio anayotokea hayo. Ni mnaona airport na mnaona wapi, na hao ni wamejitokeza, hiyo Torenza na hiyo Torrid Torrid Torrid Torrid sijui na kuna kuna na kuna mwingine atakuja ajitokeze tena, na atasema nchi nyingine kwao. Usishituke, kwao ni nchi ambazo ziko nyuma ya kuta za barafu, na hawa watu bwana, wanaamini dunia si duara, bali dunia ni tambarare kama zilivyo sasa nafikiri kumsikiliza. Anton umekwisha kumsikiliza jinsi alivyokwisha kuelezea. Sasa baada ya Anton kuthibitisha kwamba hiyo hicho ni, ni kitu cha kweli ambacho kimepata kutokea katika nchi ya huko Marekani. Sasa turudi katika jarida ambayo eh, la kuchapisha habari SNS, habari ambayo wameweza kuitoa mapema siku ya leo ikihusiana na huyu bidada ambaye inasemekana alikuja eh, huko Marekani lakini baadaye ikasemekana ni kama vile ame wrong na kutakiwa kuwepo pale. So katika jarida ambayo wameweza kuchapisha mapema siku ya leo SNS, ikiwa ni masaa matatu yameweza kupita waliweza kusema kwamba hakuna uthibitisho wa mwanamke aliyekuja kutoka nchi isiyokuwepo. E, katika upande wa caption site walikuja kusema kwamba video inasambaa mtandaoni ikimwonyesha mwanamke akiwasili katika uwanja wa ndege wa JFK nchini Marekani akiwa na passport kutoka Torenza. E, imebainika kuwa habari ni ya uongo. Uchunguzi wa vyombo vya habari kama NDTV na Hindustan Times imeonyesha kuwa nchi ya Toreza haipo duniani na video hiyo imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya artificial intelligence kwa maana ya AI. Wataalamu wanasema video hiyo ni mfumo wa kile kinachoitwa AI hoax, maudhui ya uongo yanayotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ili kuonekana kama ya kweli. Inadaiwa kuwa simulizi hii inafanana na hadithi ya zamani ya the man from Tured ambayo nayo ilikuwa ya kubuni. Wataalamu wa habari wanashauri watumiaji wa mitandao kuwa waangalifu, kuthibitisha chanzo cha video au taarifa kabla ya kuamini na kusambaza. Hakuna mwanamke kutoka Torenza aliyepatikana Marekani, video hii ya kubuni, ishara kuwa teknolojia ya AI inaanza kudanganya macho na akili zetu, kama hatutakuwa makini. Hiyo ndio habari ambayo imeweza kutolewa na jarida hili la SNS katika pages na mitandao yake ya kijamii. Unazungumzaje taarifa hii ingawa mpaka sasa inazidi kuteka headlines ikiwa baadhi ya, ya blogs mbalimbali mbali za Marekani wanaidiskasi kwa ukubwa sana. Wanazungumzaje kuhusiana na teknolojia hii ambayo imekuwa kama ni kweli video hii ni ya AI? Shika comment yako hapo chini. Mi naitwa Dax Alesander Scot wizi jumba la Brundo hili hapo. Subscribe hapo chini.